Unajua watu wengi wanafikiri kuwa kujua tech peke yake unaweza kuwafanya kuwa matajiri, lakini nataka nikwambie kuwa ukweli ni kuwa tech ni zana tu, lakini sio kitu ambacho kitakupeleka mbali sana. Kikubwa ni ule ufanisi wako, discipline, na mindset. Ndivyo ambavyo vinaleta matokeo makubwa. Naona creators wengi wakiangalia tech kama ndio jibu la kila kitu. Kwa mfano, unakuta mtu anahisi akipata laptop mpya ndio ataweza kufanikisha vitu vyake. Ni kweli unaweza kufikia malengo yako kama utapata dhana sahihi, lakini sio sababu kuwa ukipata laptop mpya utaweza kufikia huko, haipo guarantee. Hivyo wengine wanasema anapaswa kujua programming language zote kwanza, ili niweze kuwa mzuri na kufanikiwa katika ulimwengu huu pengine wa tech, wa coding, wa kutengeneza mifumo mbalimbali. Lakini ukweli ni tofauti. Kitu cha kweli ambacho kitakuletea wewe ukuaji na kuweza kufikia malengo yako ni kwamba kila siku uweza kufanya yapo kitu kidogo kwa muda huu ambao uko nao na kujifunza kutokana na makosa ambayo utayafanya katika safari yako hiyo ya kujifunza na kufanya hicho ambacho umefanya, na hiko ndiko ambacho kitakuweka mbele ya wengine. Tech ndiyo itakusaidia kuweza kufanya kazi kwa haraka, kuweza kutengeneza bidhaa content, ama kufanikisha ideas zako. Tech itakusaidia kweli, lakini sasa bila ya discipline, consistency na mindset ya kukua, teknolojia inabaki tu ni chombo. Nachotaka kusema kuna vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa kuweza kuvitambua. Kwanza endelea kujifunza usiwe ni mtu akokata. Funze siku baada ya siku. Fanya hatua ndogo kila siku katika kile ambacho umekifanya na usikate tamaa unapokutana na changamoto. Changamoto ni kawaida katika kila jambo ambalo utakuwa ukilifanya. Changamoto hazihusikani na hii ndio siri ambayo ya wale watu waliofanikiwa. Sio kila kitu ambacho wanakijua kimetokana na vifaa wanavyovitumia ama tech ndio kimefanikisha. Sio kila kitu walichokuwa nacho ama resources ndizo ambazo zimewafanikisha kufikia hapo, ila walijua nafasi ya kufanya hatua ndogo ndogo kila siku bila ya kusubiri kuweza kupata perfect setup, ili basi waanze na kuendelea kufanya na hiyo ndio mindset ambayo unatakiwa uweze kuwa nayo na hiyo ndio ambayo itakupeleka mbali zaidi kuliko kifaa chochote kile ambacho kingeweza kukupeleka huko ambacho ungekuwa nacho. So nachotaka kukwambia, usisubirie kuwa na kila kitu. Anza na kile ambacho unacho, anza hapo ulipo, shughulika na kile ambacho unachokijua na unatamani ukijua, fanya pia, usiogope na kama utatunza discipline yako na mindset yako, basi itakufanikisha kufikia kule ambapo unafikia. Tech pekee haiwezi kukupatia wewe utajiri Action, mindset, growth, lakini pia a discipline itakufanikisha wewe kuwa tajiri na kupata vitu vingi sana kama utazingatia vitu hivi. Vifaa mbalimbali isiyo kigezo kwako kama hauko navyo kukuhamisha wewe kufikia malengo yako. Natumai umeweza kunielewa katika ujumbe huu ambao nimetamani kuweza kuwasogezea, kisha na like video hii, tuendelee kuwa pamoja hapo katika channel yangu ya YouTube, bila kukosa maudhui mbalimbali ambayo nimekuwa nikiweka katika channel yangu ya YouTube. Ni watu wa kujifunza hapa, watu wa kushare maarifa siku baada ya siku tuendelee kuwa pamoja ili tuweze kufaidika katika kila kitu ambacho kila mmoja wetu Mungu amejalia aweze kushia lingine, tuweze kunufaika sote. Asante sana, tukutane wakati mwingine.